Uamsho ni kitu gani haswa? Nadhani hata mwenyewe usha kusikia ile neno watu wakisema, tuombe uamsho, tumwombe Mungu anyooshe mkono wake, alete uamsho katika nchi ama katika kanisa. Leo tena kuangalia uamsho ni kitu gani haswa, na kanisa ama mwamini binafsi wewe na mimi tuna sehemu gani katika uamsho? Tutaenda kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 4, mstari wa 29. Hiti hii sura kiufupi nitaelezea hapa. Baada ya siku ya Pentekoste, Petro na Yohana walienda katika, walikuwa naenda kusali katika hekalu, wakutana na mtu ambaye alikuwa ni mlemavu, wakamwombea kwa jina la Yesu, ule mtu akapata kupona. Baada ya kupona ikaleta ndo tunaita kwa sasa kama uamsho kama revival fulani, ambapo watu wakaanza sasa kutaka kusikia zaidi, kwa sababu wameona mtu amepona. Baada ya kutokea hivyo, wale Wayahudi na Mafarisayo wakawakamata kina Petro kwamba wanaleta dini nyingine, wanaleta imani nyingine tofauti na imani ambayo wamezoea Kiyahudi. Wakawakamata na kuwambia msiseme tena hii imani, msizungumze tena kuhusu Yesu. Lakini wale Petro na Yohana wakasema, tuwatii nyinyi tusimtii Mungu, tumtii mwanadamu tusimtii Mungu. Wakawatisha pale, wakawaambia kwamba tusiwasikie tena mkifanya Wala mkihubiri kuhusu huyu Yesu, kwa sababu alikuwa hawana sababu ya kuwaadhibu wala hawana haki kisheria kuwaadhibu. Ikabidi wawaachie. Baada ya kuwachia, Petro na Yohana wakarudi kwa wanafunzi wa waamini wana, wa, wa, wa wengine walioko Yerusalemu, wakawaambia kilichotokea. Wale kanisa likaenda kwenye maombi ya kuomba kumwomba Mungu ili awasaidie katika kuhubiri Injili na maombi yao yalikuwa hivi. Aa, maombi ni muhimu sana katika kuelewa maana uamsho ni nini na jinsi gani na wapi tunakosea haswa kuhusu uamsho, na kanisa lina sehemu gani, ama mwamini, mimi na wewe tuna sehemu gani katika uamsho? Kwa katika maombi yao, tutaanzia katikati hapa, mstari wa ishirini na tisa wanaomba wanasema, basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalia watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Katika ombi mojawapo la kwanza kabisa wakasema, wajalie watumishi wako waweze kunena neno lako kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Msingi wa kwanza wa uamsho ni watu kutoka kwenda kuhubiri neno la Mungu. Kumbuka Kristo ni kichwa cha kanisa, lakini kanisa ndiyo mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo akitaka kufanya vitu katika hii dunia ama Mungu akitaka kufanya vitu katika dunia anatumia kanisa kuhubiri injili, kuponya wagonjwa. Tumeambiwa sisi tumepewa hiyo agizo kwamba tutaweka mikono juu ya wagonjwa, kama kanisa, kama wewe na mimi, mtu binafsi, ni wajibu wetu sisi. Tunao mamlaka, ndiyo, lakini tuna wajibu pia. Mamlaka inaendana na wajibu. Wajibu wa kanisa wa kwanza ni kuhubiri injili. Sio kazi ya malaika kuhubiri injili, wala sio kazi ya Mungu. Ni kazi ya kanisa ambao ndio mwili wa Kristo. Tupo duniani hapa sisi, sisi ndio tuna wajibu wa kuhubiri injili. Kwa hapa, katika maombi yao mwanzo kabisa wanasema, Bwana, wajalie watumishi wako kunena neno lako kwa ujasiri kunena neno lako kwa ujasiri. Hata ushuka malaika kuja kuhubiri injili, lazima mimi na wewe kama kanisa, watu watoke wakahubirie injili, watu watoke waende vijijini, wawafate wenye shida, wawafate wenye changamoto, wawafate wenye magonjwa wakahubirie neno la Mungu. Paulo anasema sionee haya injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa Wayahudi kwanza na Wayunani pia. Akaomba kwa kwanza, Mungu awajalie wa ujasiri wa kunena neno lake. Mstari wa thelathini anasema ukinyoosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Wanaomba kwamba Mungu, nyoosha mkono wako, ukaponye ishara na maajabu zikafanyike kwa mtumishi wako, kwa jina la mtumishi wako Yesu. Sasa hapa inabidi tuangalie kitu kimoja, Mungu ananyooshaje mkono wake kuponya? Lazima tufahamu, bila kufahamu hii tutakosa kabisa maana halisi ya uamsho na jinsi sehemu gani kanisa ama mwamini binafsi ana sehemu gani katika kuleta uamsho katika nchi. Wanasema Mungu wanyo, ukinyosha mkono wako kuponya. Sasa nitakwambia kitu kimoja. Paulo analinganisha uhusiano kati ya Kristo na kanisa kama kichwa na mwili, yani kichwa ndio kinaongoza mwili mzima, lakini mwili ndio unatenda kazi katika dunia. Paulo anasema katika Efeso nasema, nasema Kristo ameketishwa juu sana Kuliko kila falme kuliko kila jina kuliko kila mamlaka juu sana, amepewa mamlaka yote na Mungu, lakini Biblia inasema pale sio kwa ajili yake, bali kwa ajili ya kanisa ambalo ndiyo mwili wake. Kwa maana Yesu akasema, mimi nilipo nanyi na mtakuwepo. Sasa hivi Yesu upo mkono wa kuume wa Baba, ambao ndio mkono wa mamlaka. Kwa kama kanisa tupo hapo hapo Yesu alipo, katika ulimwengu wa roho, lakini sisi ndio mwili ambao tunatenda kazi katika hii dunia maana Mungu akitaka kugusa mtu akitaka kugusa watu akitaka kugusa taifa anatumia kanisa kama chombo chake cha kutendea kazi katika dunia. Kwa hapo anavyoomba kwamba Mungu anyoshe mkono wake kuponya ishara na maajabu zikifanyika kwa jina la mtumishi wake Yesu. haombi kwamba Mungu ashuke kwa sababu Mungu alishashuka akamtuma aka mwanae Yesu akaja kafa hii aka, si tupate wokovu, tupate mamlaka hapa duniani Haombi kwamba Mungu ashuke tena, lakini wanaomba kwamba Mungu aende na kanisa, kanisa linapoenda na Mungu aende. Ndio maana Biblia ikasema katika ile Marko 16:17 paka tutaenda kuangalia pale. Hapo mstari wa 31, anaendelea anasema, hata walipokusha kumwomba Mungu mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaliwa Mtakatifu wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Tunarudi tena, wajibu wa kanisa ni kunena neno la Mungu ku, kuenda kuhubiri injili kote, kote duniani iwe vijijini, iwe mijini, iwe kila sehemu, kanisa kama kanisa lina wajibu wa kwenda kuhubiri injili. Mungu, baada hapo, wakasema, ha, wa ndio maana hapa ndio maana hapa wamemwomba Mungu anyoshe mkono wake alafu baada akasema ujasiri... wakasema wakanena neno la Mungu. Ukiruka sura ukienda ya tano mstari wa kumi na mbili biblia nasema baada sasa haya maombi biblia nasema na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, narudia tena kwa mikono ya mitume hapa wanaomba Mungu kwamba Mungu anyooshe mkono wake, halafu hapa anasema kwa mikono ya mitume. Nimesemaje? Mungu hatoshuka kuweka mikono juu ya wagonjwa, Mungu hatashuka kukemea pepo, Mungu hatashuka kufanya kitu gani? kwa sababu yale mamlaka ameipa kanisa, ambao ndio mimi na wewe. kwa mitume hapa wanasema, wakatoka kalubili neno na Mungu akitenda kazi pamoja nao. tukienda kwenye Marko sasa hiyo Marko sura ya kumi na sita mstari wa kuanzia mstari wa kumi na saba baada ya Yesu kufufuka akawa nawapa sasa maagizo wanafunzi wake, akawa nawambia akasema, na ishara hizi mstari wa kumi na saba na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu, kwa jina la Yesu, watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kupisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kumi wa Mungu. Na nao wale wakatoka, wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kuithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nao. Kwa maandiko haya tu inatosha kuthibitisha kwamba wanafunzi wa Yesu walielewa kazi yao na wajibu wao kama kanisa, walielewa kazi yao kwamba wao kazi yao ni kuhubiri Injili, wao kazi yao ni kuweka mikono juu ya wagonjwa, wao kazi yao ni kukemea pepo kwa jina la Yesu. Mungu atatenda kazi wanapotenda kazi wao. Tofauti kabisa na sisi tunavyoomba sasa. Tunaomba azifu, kwamba tunaomba Mungu sasa ashuke au Mungu ashushe nguvu fulani, ili wasukume watu waka, waka, waka, miujiza ianze kutendeka, wakati wao wamekaa makanisani kwenye viti lakini mitume walikuwa wakatoka wakaenda kote kote. Biblia anasema kwamba Bwana akitenda kazi pamoja nao. Kwa miaka mingi kanisa imekuwa kama kikwazo kwa Mungu, badala ya kuwa msaidizi, imekuwa kama kikwazo, kwa sababu linamsubilia Mungu afanye kazi, kazi ile ambayo Mungu ametuagiza sisi tufanye. Kuna mtu akasema kwamba usimwombe Mungu afanye kitu ambacho amekwambia wewe ufanye, usimwombe Mungu afanye kitu ambacho amekuagiza wewe ufanye tumepewa mamlaka yote biblia nasema tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na kazi zote za movu adui shetani tumepewa sisi nitakutolea mfano mmoja kampuni ya umeme umeenda kwenye kampuni ya umeme ile kampuni ya umeme inatoa umeme tufanye kama ni tanesco kwanza kwa tanzania wewe nyumba yako haina umeme yule mmiliki wa ile kampuni ya umeme, meneja akamtuma mtumishi kwenye nyumba yako. Yule mtumishi akaja akaweka umeme, akaunganisha nyaya kutoka kwenye ile kampuni ya umeme mpaka kwenye nyumba yako, akaweka switch, akaweka na taa na kila kitu. Akakwambia, sasa nimekupa mamlaka, wewe unaweza kuwasha umeme ama ukazima. Yule mtumishi akaondoka. Wewe ukitaka kuwasha tv ama taa, nitakuuliza swali. Je, utapiga kwenye ile kampuni ya umeme tena kuambia, bwana, naomba mniwashie tv yangu hapa? Watakujibuje? hawezi ukafanya hivyo kwa sababu wamekupa wa wewe umeme tayari, unao, upo nyumbani kwako. Wewe kazi yako ni kuwasha tu ile swichi, na tv yako itakuwa imewaka. Sasa ile swichi ndio jina la Yesu. Wewe ile swichi unawajibu wewe, hapo una mamlaka, wewe hapo kwa kuwasha ama kutowasha, kuamua kuiacha ama kuiwasha, unayo mamlaka. Sio kazi ya kampuni tena Tanesco kuja tena kuwashia wewe, haiwezekani, kwa sababu Mungu alishamtuma mtumishi wake Yesu, aka aka kupa mamlaka kupitia jina la Yesu. Wewe una wajibu wa ku switch sasa, ile switchoni vop na umeme unawaka, au unaweza ukaswitch off, ni juu yako wewe, sio juu tena ya kampuni ya umeme. Ni ma, ni, ha, ni, ni, ni, ni wewe ndio unaamua ku switch on ama ku switch off. Sio tena unamfata tena meneja wa kampuni, bwana naomba uje kuniwashia taa yangu, wao naomba uje kuniwashia, atakushangaa ata kwanza, kwa sababu kitu alichokupa wewe kufanya hujakifanya. Una wajibu, ndio maana nasema authority inaenda na responsibility. Unapopewa authority unakuwa na responsibility ya kutumia ile authority, ama unaweza usitumie au. Sasa ni maamuzi ya kwako wewe tofauti na kabisa na wanafunzi walivyokuwa na muomba Yesu wa, wa, na muomba Mungu akasema, wa wajali watumishi wako ujasiri wa kunena neno lako kwa ujasiri wao wanene, alafu zile ishara zitafuatana nao, kwa sababu neno la Mungu limesema nimewapa kwa jina langu. Na maana unapo unapoweka mikono juu ya wagonjwa, Mungu anatenda kazi kupitia wewe. Mungu anatenda kazi kupitia watu. Mungu anahitaji watu, watu ili Injili iweze kuhubiriwa. Mungu anahitaji watu ili aweze kuponya wagonjwa. Mungu anahitaji watu ili aweze kutoa pepo katika watu wanaoteseka. Unawajibu wewe kama kanisa unawajibu wewe kama mwamini kutenda kazi na Mungu, anawajibu na ameshaahidi kwamba ishara zitafuatana nao waaminio. Kwa tunapoomba uamsho, tunaposema kwamba tunahitaji uamsho, tunaomba Mungu alete uamsho, wakati huo huo tunafanya vitu gani ambavyo vinamsaidia Mungu? Tunafanya vitu gani ambavyo Mungu atatutumia kama kanisa ili, ku, ku, ili ku, ku, Hawezi kwa sababu tunaomba uamsho wakati tumekaa hatuendi kuhubiri Injili, watu wana shida, tumekaa hatuweki mikono juu ya wagonjwa, tumekaa hatukemei pepo. Halafu tunaomba Mungu, Mungu leta uamsho, leta uamsho kwa njia gani? Wakati kama kanisa tuna wajibu, tuna wajibu wa kwenda, tuna wajibu wa kuweka mikono juu ya wagonjwa, tuna wajibu wa kukemea pepo, tuna wajibu wa kuhubiri Injili kama msingi wa kwanza kabisa. Kama hata Injili hatuhubiri, tunategemea uamsho utokee wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuna wajibu kama kanisa, kwa sababu kanisa ndio mwili mwili mwili. Kristo ni kichwa cha kanisa, kanisa ndio mwili. Tuna wajibu wa kutenda kazi hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuombea uamsho ni kitu kizuri, kuombea Bwana Mungu anyoshe wa mkono wake ni kitu kizuri, yote ni mambo mazuri, lakini mimi na wewe tuna wajibu wa kwenda, kila mtu aende sehemu alipo, iwe ni mashuleni, iwe ni kwa majirani, iwe ni wapi iwe ni vijijini, iwe ni mijini, iwe ni maofisini. Kama kila mwamini akifanya wajibu wake, basi tutakuwa na uamsho katika nchi, tutakuwa na uamsho katika kanisa, tutakuwa na uamsho katika familia zetu. Kila mtu akitenda kazi kulingana na eneo aliyowekwa. Tusitegemea watu wachache kwamba huu ni mchungaji fulani au ni mtume ama huu ni mwalimu fulani ndio watende kazi. Hapana, kila mmoja, kila mwamini anawajibu katika kanisa, anawajibu katika kuleta uamsho katika nchi. Wewe una wajibu wako, mimi na wajibu wangu, mchungaji anawajibu wake, mtume anawajibu wajibu wake, nabii ana wajibu wake. Kama kila mmoja akifanya wajibu wake na kuhubiri Injili kama msingi na kuminista kwa watu, kuweka mikono juu ya wagonjwa, kuombea, kuweka mikono, kukemea pepo, ku, ku, ku, ku, tutale kutakuwa na uamsho katika nchi, na Mungu atagusa watu, na Mungu atafanya miujiza, na Mungu atatenda kulingana na kanisa inapomusogea kanisa liki, likienda na Mungu. Ataenda pamoja nao kimsingi, wanaenda akienda kuhubiri neno, Mungu atakuwa pamoja nao kwa sababu neno lake amesema, Bwana akatenda kazi pamoja nao, akilithibitisha lile neno kwa ishara na maajabu. Naamini umepata kitu kuhusu uamsho na namna ambavyo wewe una wajibu na mimi nina wajibu na kanisa na wajibu na kuleta uamsho katika nchi. Mungu akubariki sana. Tutakutana siku nyingine katika kipindi kingine. Nakupenda sana. Amen.